Naam, karibu tena katika chaneli yako ya Darubini, sehemu ambayo tunaangazia mambo mbalimbali mbali katika Biblia yanayotupa ufunguzi kwa nini au nini ambacho Mungu ameweka kwetu kwa kupitia maneno yake katika Biblia. Na wasaa huu tuna makala mpya, tuna mada mpya ambayo inazungumzia kuhusiana na uongozi wa kanisa. Mada yetu ya ufunuo, siri ya Ufunuo, bado inaendelea. Ninakusihi ndugu msikilizaji, uweze kuchukua wasaa wako kwa kwenda kufuatilia video zinazoenda kuachiliwa, uh, kwa ajili ya mada ya siri ya kitabu cha Ufunuo. Lakini pia tumeona vyema tukaanzisha na mada hii nyingine ambazo zitakuwa zinaenda sambamba na siri ya kitabu cha Ufunuo. Mada hii ni uongozi wa kanisa. Kabla hatujaanza vizuri na kuendelea, nataka utambue kitu kimoja. Kwa kuwa kuna watu wengi wameandika na kuyasema juu ya uongozi wa kanisa, nami nimeona vema kuyasema haya machache yanayohusu uongozi wa kanisa. Huenda pengine siyakidhi yale ambayo uliyoyawaza au kuyasikia na kuyaona, lakini nakusii usiache kuendelea kusikiliza makala hii mpaka mwisho, kwa sababu ninaamini liko jambo moja katika makala hii ambalo hujawahi kulisoma au kulisikia sehemu yoyote na litaenda kukusaidia. Uongozi wa kanisa ni muhimu sana kujifunza tena, naomba ujifunze hapa na ujifunze pale na sehemu nyingine, ili uwe kiongozi mzuri wa kiroho ambaye Mungu anakuhitaji. Jifunze sana maneno ya Mungu ambayo yameandikwa katika Kutoka sura ya 18 mstari wa 15 mpaka 22 lakini pia katika Timotheo wa kwanza sura ya tatu mstari wa kwanza mpaka wa saba. Unapochaguliwa kuwa kiongozi, utakuwa mwadilifu ukizingatia neno la Mungu. Karibu sana katika makala hii na tuendelee pamoja. Watu wengi wameshindwa kuelewa uongozi halisi wa kanisa. Kwa maana hiyo madhehebu mengi yamejitungia uongozi wao, tena uongozi ambao siyo maagizo ya Kristo. Basi ingepasa kila Mkristo kutambua kuwa katika uongozi wa kanisa, Yesu ndiye kiongozi mkuu, yeye ndiye kichwa cha kanisa kama ilivyoandikwa katika Wakolosai sura ya kwanza mstari wa 18. Tukichukua nafasi kusoma Wakolosai sura ya kwanza mstari wa 18, maneno ya Mungu yanasema naye ndiye kichwa cha mwili, yaani cha kanisa, naye ni mwanzo, ni mzaliwa wa kwanza katika wafu ili kwamba awe mtangulizi katika yote. Katika mstari huu tunaona jinsi Yesu mwenyewe anavyoweka kanisani watumishi mbalimbali kwenye kazi ya kulitunza na kuliimanisha kanisa. Basi ni vema tuone mpango huo kwa njia ya neno lake. Sasa kuna jambo ambalo watu wengi wanalisema na mimi nimeona vyema kulizungumzia, na hili ni jambo la wazee wa kanisa madhehebu mengi, ama kwa kukosa kujua au kwa matakwa yao wenyewe, wameyatenganisha majina haya kwa utofauti. Majina hayo ni mzee wa kanisa, mchungaji, askofu na pasta. Wanasema kuwa majina yanawahusu watu tofauti, hivyo kila jina, kila mmoja wakafanya cheo cha mtu. Lakini ukweli ni kwamba majina haya yote yanamuhusu mtu mmoja mzee wa kanisa ndiye askofu na askofu ndiye mchungaji. Hii pia tunaweza tukaithibitisha kwa kuangalia Matendo sura ya ishirini mstari wa saba mpaka wa nane lakini pia tukaangalia na mstari wa ishirini na nane Hebu tuangalie hapo maneno ya Mungu anasemaje katika Matendo sura ya ishirini uh, mstari wa saba mpaka wa nane Maneno ya Mungu yanasema hata siku ya kwanza ya juma tulipokuwa tumekutana ili kumega mkate, Paulo akawahutubu akiazimu kusafiri siku ya pili yake, naye akafuruliza maneno yake hata usiku wa manane. Palikuwa na taa nyingi katika orofa ile tulipokuwa tumekusanyika. Na tukienda katika mstari wa ishirini na nane hapo hapo, maneno ya Mungu yanasema jituzeni nafsi zenu na lile kundi lote nalo ambalo Roho Mtakatifu ameweka ninyi kuwa waangalizi ndani yake, mpate kulilisha kanisa lake Mungu alilolinunua kwa damu yake mwenyewe. Hapo hapo tunaomba tuunganishe katika kusoma Tito sura ya kwanza mstari wa tano mpaka wa saba. Maneno ya Mungu yanasema, kwa sababu hii na kuacha Krete ili uyatengeneze yaliyopunguka na kuweka wazee katika kila mji kama vile nilivyokuamuru. Mstari wa sita unasema, ikiwa mtu akushitakiwa neno, naye ni mume wa mke mmoja, ana watoto waaminio wasioshitakiwa, wasiyoshitakiwa kuwa ni wafisadi wala wasiotii, maana imempasa askofu awe mtu asiyeshitakiwa neno, kwa kuwa ni wakili wa Mungu asiwe mtu wa kujipendeza nafsi yake, asiwe mwepesi wa hasira, asiwe mlevi wala mgomvi, asiwe mpenda mapato ya aibu. Hayo ni maneno ya Mungu katika Tito sura ya kwanza mstari wa tano mpaka wa saba. Naomba kabla tujaendelea, tuendelee tena kusoma Petro wa kwanza sura ya tano mstari wa kwanza mpaka wa nne. Tunaposoma maneno ya Mungu yanasema na wasihi wazee walio kwenu, mimi niliye mzee mwenzi wao na shahidi wa mateso ya Kristo, na mshirika wa utukufu utakaofunuliwa baadaye. Lichungeni kundi la Mungu lililo kwenu na kulisimamia, si kwa kulazimishwa bali kwa hiari kama Mungu atakavyo; si kwa kutaka fedha ya aibu bali kwa moyo, wala si kama wajifanyayo mabwana juu ya mitaa yao, bali kwa kujifanya vielelezo kwa lile kundi, na mchungaji mkuu atakapodhihirishwa, mtaipokea taji ya utukufu ile isiyokauka. Kwa hiyo unapoanza kusoma maneno haya ya vifungu hivi tulivyovitaja, tunaona kabisa kuna uhusiano mkubwa kati ya mzee wa kanisa na yule askofu, na tuna, tunaona pia uhusiano kati ya askofu na neno mchungaji lakini ni vyema kujua kuwa mtu huwezi kuitwa mzee wa kanisa eti kwa sababu umezeeka tu. Hapana, bali katika kanisa wale walioitwa wazee ni maaskofu wa kanisa. Maana ya neno askofu kama tulivyosoma hapo juu ni mwangalizi wa kanisa. Hawa ni lazima wawe na sifa zilizosomwa katika Tito sura ya kwanza mstari wa tano mpaka wa saba. Askofu ni mzee ambaye ni mwangalizi mwenye kazi ya kuwachunga wa Kristo. Ndiyo maana anaitwa mchungaji. Kwa hiyo anaitwa mchungaji maana kazi ya kila mzee ni kuangalia, kutunza na kulisha kanisa. Basi si halali mhubiri, yaani mwinjilisti akaitwa mchungaji. Isipokuwa kwanza awe ametimiza sifa ambazo zimetajwa katika neno la Mungu. Hebu naomba tuchukue wasaa huu tusome Timotheo wa kwanza sura ya tatu mstari wa kwanza mpaka wa saba. Maneno ya Mungu anasema, ni neno la kuaminiwa, mtu akitaka kazi ya askofu, atamani kazi njema. Basi imempasa askofu awe mtu asiyelaumika, mume wa mke mmoja, mwenye kiasi na busara, mtu wa utaratibu, mkaribishaji, ajuaye kufundisha si mtu wa kuzoelea ulevi, si mpiga watu, bali awe mpole, si mtu wa kujadiliana, wala asiwe mwenye kupenda fedha, mwenye kuisimamia nyumba yake vema, ajuaye kutiisha watoto katika ustahivu. Yaani mtu asiyejua kuisimamia nyumba yake mwenyewe, atalitunzaje kanisa la Mungu? Wala asiwe mtu aliyeongoka karibu, asije akajivuna akaanguka katika hukumu ya Ibilisi tena imempasa kushuhudiwa mema na watu walio nje ili asianguke katika lawama na mtego wa ibilisi. Maneno haya ya Mungu yanaashiria kabisa sifa ya kiongozi ambaye ni askofu. Katika Efeso sura ya 4 mstari mstali wa 11 mpaka 12 maneno ya Mungu yanasema naye alitoa wengine kuwa mitume na wengine kuwa manabii na wengine kuwa wainjilisti na wengine kuwa wachungaji na walimu, kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu, hata kazi ya huduma iendeke, hata mwili wa Kristo ujengwe. Unaposoma hapa, Yesu anasema ameweka uongozi huo kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu, yaani wa Kristo, hata kazi ya huduma itendeke, hata mwili wa Kristo ujengwe. Kanisa lina kazi kubwa ya kufanya. Limeamrishwa na Kristo kuihubiri injili kwa kila kiumbe, na hii ipo katika Marko sura ya 16 mstari wa 15 mpaka 16. Mungu alijua kuwa hakuna kitu kiwezacho kuiokoa dunia isipokuwa injili, na pia injili ndiyo inayoleta wokovu, na hii pia ipo katika Warumi sura ya kwanza na mstari wa 16 kwa sababu katika injili kuna amani, upendo, uvumilivu na kadhalika, na hii pia imethibitishwa katika Wagalatia sura ya tano mstari wa ishirini na mbili mpaka ishirini na tano. Huu ni uwezo wa Mungu wala si uwezo wetu sisi, ambao katika huo ametupa sisi kanisa la Kristo kwamba injili ihubiliwe ulimwengu wote. Hebu tuchukue wasaa wetu kusoma Mathayo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 mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Kazi hii kubwa na yenye heshima na thawabu inategemea sana maaskofu wa kanisa husika, tena la mahali fulani. Mfano, maaskofu wa kanisa la Kizuiani wanatakiwa kusimama kidete ili injili imfikie kila kiumbe. Washiriki wa kanisa nao wanapaswa kujua ya kuwa upo ugumu wa kupanda Injili ya kweli. Ugumu wake unakuja kwa watu kupenda uongo kuliko ukweli, kwa mfano, kupata mchumba, kupata gari, kupata nyumba, fedha, kwenda nje ya nchi, kama wale wa Sabato Masamalia walivyokamatwa uwanja wa ndege, wakingoja tiketi kutoka mbinguni, mafuta ya baraka, vitambaa vyenye upako na kadhalika vitu kama hivi vimefanya kuhubiri injili ya kweli iwe kugumu na kugumu sana. Lakini pamoja na hayo yote, haitufanye tusihubiri injili ya kweli tena kwa watu. Tunatakiwa lazima tujitoe, tuhubiri injili pamoja na matatizo ambayo yanatukumba katika kazi hiyo. Katika uzoefu nilionao wa miaka 37 ya kufundisha na kuhubiri injili ya kweli ya Kristo, Nimeona ugumu mwingine unaofanya kazi ya kuhubiri injili ya kweli tena ya Kristo isiendelee. Jambo la kwanza ni utegemezi, kutegemea, kupokea. kanisa la Kristo lisibweteke kwa kungoja kupewa badala ya kujifunza kutoa, na hili limefanya makanisa madogo yanayoanzishwa na makanisa mengine yasiendelee. Kwa mfano, mwaka 1991 nilianzisha kanisa pale Mbagala langi tatu kwa sababu mimi nilikuwa chini ya mishonari, nilipewa ruhusa ya kutafuta kiwanja cha kujenga jengo la kuabudia na mambo mengine. Nikanunua kiwanja chenye nyumba mbili, kisha tukavunja tukajenga jengo kubwa la kuabudia, na kwa sababu ilikuwa chini ufadhiri, ya ufadhili mambo yalienda vizuri sana. Mwaka 1994 nilianzisha kanisa kule Kigamboni baada ya kumuhubiri mchungaji mmoja aitwaye Charles Efata kutoka kanisa la Mitume. Nilianzisha kanisa hilo baada ya kuona kazi ya kuhubiri injili ya kweli ilivyozaa matunda. Kwa muda wa wiki mbili watu wapatao ishirini walipokea injili, nikawaombea na kutafuta darasa la shule ya msingi Kigamboni, wakawa wanasali pale, nikijaribu kutuma watu kwenda kutoa misaada akiwemo mtendakazi aliyejituma ambaye sasa ni marehemu Humphrey Lema. Na kwa sababu idadi ya washirika wengi walitoka Mji Mwema, niliamua kanisa lihamie Mji Mwema, katika darasa la shule ya msingi na baadaye nyumbani kwa mshirika. Haya yote yalijitokeza kwa sababu kanisa hili lilikuwa haliko katika ufadhili, ingawa baadaye tulipata msaada wa kununua kiwanja ambacho mpaka leo hii kipo. Siyo hilo tu, hata pale kiulio napo hali ilikuwa ni hivyo, ingawa Wakristo wa kanisa la Kristo Moshi walijitoa kufanikisha jengo dogo la kuabudia. Makanisa yote madogo hayana nafasi, bali idadi ya watu wengi huyaangalia makanisa makubwa ambayo yana ufadhili na watu wanajazana mahali pamoja, na mwisho huleta magomvi kama aliyotokea Mbagara rangi tatu hata kusababisha kutokea kanisa lingine la Kristo, yaani Mbagara Kizuiani. Ingawa ni baraka, lakini ni matokeo ya uvivu wa kutofanya kazi ya Mungu. Nimekusanya haya ili tupate nafasi ya kuona tunadaiwa sisi wenyewe kujituma kwa kutoa na kujitoa kuhubiri injili ya kweli ya Kristo. Biblia inasema kupokea mara nyingi ni utumwa, kwa sababu ufanyi unavyotaka bali utafanya yale unayoambiwa kufanya. Kupokea kuna wafanya watu wajisahau wajibu wao kwamba kila Mkristo haimpasi kukaa tu na kujazana mahali pamoja, bali tutawanyike tukahubiri injili ya Kristo. Tunapaswa kuwa na mawazo endelevu ya kumuhubiri Kristo. Washirika wote na mashemasi wanapaswa kuwa waaminifu katika mwongozo wa maaskofu. Washiriki wanaweza kuleta wazo au ushauri kwa maaskofu, lakini maaskofu wana uwezo wa kulichunguza na kuona kama linafaa na kujenga au kama halifai. Maaskofu wanayo mamlaka la kulikataa hilo jambo kama walikionekana halina tija. Maaskofu wote kama wana moyo mmoja katika kutenda kazi tena, pamoja na washirika wote, na wote wakawa tayari kuipokea ile neno ambalo wamekubaliana, basi mambo mengi mazuri yatapatikana katika kanisa, kwa sababu kama kanisa litakuwa na uongozi wa kiuadilifu na washirika wanaamini katika kutenda kazi kulingana na agizo la Bwana, basi mapenzi ya Mungu yatafanyika duniani kama mbinguni. Katika Mathayo sura ya sita mstari wa kumi maneno ya Mungu yanathibitisha haya ninayoyasema kwa sababu mstari huu unasema mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Kwa hiyo ushirika wetu na umoja wetu unawenda kukamilisha mstari huu katika Biblia. Basi walio wa Kristo wanatakiwa kuonyesha imani yao katika matendo, si maneno tu au kuamini tu ni lazima wafanye yale waliyoamuliwa kufanya. Naomba pia uthibitishe katika Tito sura ya tatu mstari wa nane na pia katika Yakobo sura ya pili na mstari wa kumi na saba ambao ambayo maneno ya Mungu yanakazia haya maneno ninayo yasema. Mpenzi msikilizaji, asante sana kwa kunisikiliza. Bado tunaendelea na mada hii ya uongozi katika kanisa. Wakati ujao nitakueleza kazi za maaskofu na mashemasi katika kanisa. Nini hasa Mungu ametuandikia maaskofu na mashemasi wafanye ili kuendeleza kanisa lake hapa duniani? Usiache kunifuatilia. Kama ni mara yako ya kwanza, basi naomba uweze kugonga kitufe cha kusubscribe ili tuwezele kuwa pamoja. Mungu akubariki, na tukutane wakati mwingine. Maneno haya ni maneno ambayo yamesemwa na mtumishi wa Mungu marehemu mwalimu wetu Godwin Dihigo. Kwa hiyo sauti hii inaashiria tu sauti yake ambayo ulitakiwa uisikie, lakini kwa sasa hayupo. Kwa hiyo maneno ambayo nitaenda kuyasema si yangu, bali ni maneno ya mtumishi na mwalimu Godwin Dihigo.